Christ means the anointed one. I can do all things through Christ that strengthen me. So Christ in me has a way to strengthen me and do the impossibles. So kama nataka kwenda kufanya tukio ambalo haliwezekani kwa kawaida au nataka soko ambalo najua kuna mtu mmoja ambaye ni legend mjini amechukua. Yes. Au kuna tenda naitafuta ambao wamegombania mali ya makampuni yote yaliyo omba hiyo tenda ni legend companies, wewe ndio we kampuni dogo dogo ndio umeanza na wewe umebidi we hiyo tenda. And then you want to take that tender. Anasema hivyo, I can do all things yes. Through Christ. Now now you have to learn, you need to have a pastor like PT who will teach you now how to release Christ in you. Unamwachiliaje? Unaiachiliaje hiyo anointing ambayo anasema I can do all things, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Now nawezaje kuinile tenda katikati ya makampuni makubwa katikati ya makampuni legend, katikati ya makampuni ambayo yanaaminiwa and I'm a new company in the market, I'm a new company in the competition. What can I do? You take your, your portfolio like this, and you know you have already sent it there. Umesha ituma email yako, au umesha submit portfolio ya kampuni yako, hata kama ni mpya, hujawahi win tender hata moja. Kwa mara ya kwanza ndio unaingia, kwa mara ya kwanza unasema you are the alpha and omega. Yes. you are the, this will be the you are the beginning and the end

una struggle kwa sababu kuna mahali upako haujaenda bado. Wanafunzi wa Yesu aliambia msitoke hii ngoma. Mliona napiga hizi show hizi show, sikuwa napiga kwa kutumia akili za shule. Kuna mzigo baba atawapa yes. Baba akiwapa huo mzigo yes. Anasema mtatoka sasa yes. do you know? Aliwaambia msitoke but do you know? Hakuwaambia siku ya kutoka Upako ni kama umekuwa minimized na umekuwa molested and umedharauliwa. Kwenye nchi yetu, neno jina upako au neno upako ni kama vimeonekana ni vitu vya kudharau.

Ile milijend ilikuwa inaingia uwanjani tu, watu wanaabudu, wanaimba the anointing covers the place. When the anointing is covering the place, watu walio na vishungi vya miguu hawawezi kutembea, suddenly miguu kocho kocho, wheelchairs nanyanyuka juu, yes. magongo yanatupwa chini yes. Why them an oh boy, one day Pastor Benny Hinn anajiandaa kwenda kwenye mkutano Brazil anaambiwa hivi pasta you don't need to come because what is happening on the ground kwanza kabisa the jam that is on the ground unaweza usipate nafasi ya kuingia moja mbili it is already happening jamaa hajaingia uwanjani bado the holy spirit took over the ground yes wheelchairs already up yes cancer is already moving yes there is no pastor on the stage there is no preacher on the stage yes the whole night miracles everywhere yes the man couldn't preach

anointing of the Holy Spirit anaibeba yeye. Roho Mtakatifu ni nguvu yake. Upako ni nini? Ni nguvu ya Mungu ndani ya mtu, ni nguvu ya Mungu ndani ya kitu, ni nguvu ya Mungu ndani ya mwamini, ni nguvu ya Mungu. Mungu ifanyayo kazi haionekani kwa macho. Upako sio mafuta, upako sio maji, upako ni nguvu. Nguvu haionekani kwa macho. Mafuta ni conduit to of anointing. Mafuta ni kama nyaya zinazopitisha umeme Maji ni kama nyaya inavyopitisha umeme. Yes. Lakini umeme sio nyaya. So mafuta ni mabaya no? Kwa sababu hakuna umeme bila waya. Tafuta chupa yako moja pale nyumbani, kama unayo, anoint it when you go back to your office. Ukishamaliza kupaka vipodozi vyako na kutia vitu vyako, put it on your hand a little bit you say, my hands are anointed to make money today. Yes. ah! My hands are anointed to make money money today. Yes. Yes. I'm going to make crazy money. Yes. Hey, hallelujah. Hey, Amen. Na una mafuta tukuwa kama maji they call them the anointing water full of anointing. Hallelujah. Unatoka you wash a little bit and you say, my hands are crazily anointed today. Yes.

It is written in your Bible. Yesu Kristo alipojawa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza, hakuwai kujawa Roho Mtakatifu before. Alipojawa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza baada ya kubatizwa na Yohana, akajawa na Roho Mtakatifu. Alipojawa na Roho Mtakatifu, akaenda nyikani. Alipotoka nyikani akaingia hekaluni kusali. And the Bible writes of him, anasema hivi, akasoma kitabu cha Nabii Isaya, akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu